Subscribe Romance and Marriage i, katika miaka ya hivi karibuni idadi ya ndoa zinazovunjika imeongezeka kwa kasi. Wanandoa wengi huingia kwenye ndoa wakiwa na matarajio makubwa ya furaha ya milele. Lakini baada ya muda mfupi mahusiano yao huingia kwenye misukosuko na hatimaye kuvunjika. Je, ni nini kinachosababisha ndoa nyingi za sasa zisidumu? Hii ni romance and marriage. Kama bado hauja subscribe hakikisha una subscribe romance and marriage. Mimi ni Hasani Yusuf. Jambo la kwanza ni mabadiliko ya mitazamo kuhusu ndoa. Zamani ndoa ilizingatiwa kuwa ni taasisi takatifu na watu waliheshimu ahadi zao hata katika hali ngumu, lakini leo mitazamo kuhusu ndoa imebadilika sana. Watu wengi wanachukulia ndoa kama jambo la hiari badala ya ahadi ya kudumu. Wengine kuingia kwenye ndoa kwa matarajio yasiyo halisi, wakitarajia wenzi wao wawe wakamilifu bila makosa. Baadhi ya watu huona talaka kama suluhisho la haraka badala ya kupambana na kurekebisha matatizo yao. Kwa sababu hii, wengi wanakata tamaa haraka wanapokutana na changamoto kwenye ndoa zao. Jambo la pili ni athari za mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imekuwa na athari kubwa kwenye ndoa nyingi. Watu wengi hulinganisha ndoa zao na maisha ya wanandoa wengine kwenye mitandao bila kujua kwamba picha wanazoziona si uhalisia. Hutumia muda mwingi mtandaoni badala ya kuzungumza na wenza wao, jambo linalosababisha mawasiliano dhaifu kwa wanandoa. baadhi kujihusisha na mawasiliano ya kimapenzi na watu wengine mtandaoni, jambo linalosababisha usaliti na kupoteza uaminifu. Wanandoa wanapaswa kuweka mipaka ya matumizi ya mitandao ya kijamii na kujenga mawasiliano yenye afya ili kuimarisha mahusiano yao. Jambo la tatu ni ukosefu wa mawasiliano ya kuelewana. Mawasiliano mabaya ni chanzo kikubwa cha migogoro katika ndoa nyingi. Wanandoa wengi hushindwa kueleza hisia zao kwa uwazi bila kulaumu au kushambulia wenza wao. Hupuuza umuhimu wa kusikilizana kwa makini ili kuelewa matatizo ya mwenzake. Huacha kuzungumza kuhusu mambo muhimu kama fedha, hisia na matarajio ya maisha. Mawasiliano mazuri ni nguzo muhimu ya ndoa imara. Wanandoa wanapaswa kujifunza kusikilizana na kueleza hisia zao kwa njia inayojenga ndoa badala ya kuiharibu. Jambo la nne ni kuongeza matarajio makubwa kupita uhalisia. Ndoa nyingi huvunjika kwa sababu wenza waliingia kwenye ndoa kwa matarajio yasiyohalisi. Baadhi ya matarajio yao ni kudhani kuwa ndoa ni furaha tu bila changamoto. Kutegemea kuwa mwenza atabadilika na kuwa mtu bora zaidi baada ya ndoa, lakini pia kudhani mapenzi pekee yanatosha bila kujali mambo mengine kama mawasiliano na maelewano. Ili ndoa idumu, wanandoa wanapaswa kuwa na matarajio halisi na kuelewa kuwa ndoa ni safari yenye milima na mabonde. Jambo la tano ni changamoto za kifedha. Fedha ni moja ya mambo yanayochangia kuvunjika kwa ndoa nyingi. Baadhi ya changamoto za kifedha zinazoathiri ndoa ni kutokuwa na maelewano kuhusu matumizi ya pesa, kukosa mipango ya kifedha ya muda mrefu, kutegemea mmoja wa wanandoa pekee kwa kila kitu cha kifedha. Wanandoa wanapaswa kuwa na mipango ya kifedha na kujifunza kuzungumza kuhusu pesa kwa uwazi, ili kuepuka migogoro inayoweza kuvunja ndoa zao. Jambo la sita ni ukosefu wa kuvumiliana na sobra. Zamani wanandoa walijitahidi kuvumilia ana na kutafuta suluhisho la matatizo yao, lakini leo watu wengi hawana subira ya kushughulikia changamoto za ndoa zao. Wana ndoa wanakata tamaa haraka na kuona talaka kama suluhisho la kwanza badala ya kujifunza na kutatua matatizo yao. Baadhi hawako tayari kubadilika ili kuboresha ndoa zao. Kila ndoa inahitaji uvumilivu na juhudi kutoka kwa pande zote mbili. Wanandoa wanapaswa kuwa na nia ya kushughulikia matatizo yao badala ya kukata tamaa kwa haraka. Jambo la saba ni tamaa na usaliti. Usaliti umekuwa sababu kubwa ya ndoa nyingi kuvunjika siku hizi. Sababu inayochangia usaliti ni pamoja na kutokuwa na mawasiliano mazuri kati ya wanandoa moja wanandoa kuhisi kutothaminiwa au kupuuzwa, ushawishi wa marafiki na mazingira mabaya. Ili kuzuia usaliti, wanandoa wanapaswa kujenga uaminifu, kuwasiliana kwa uwazi na kuepuka vishawishi vinavyoweza kabisa kuharibu ndoa yao. Ingawa ndoa nyingi zinavunjika siku hizi, bado kuna njia za kuhakikisha ndoa inakuwa imara na yenye furaha. Wanandoa wanapaswa kuwa na matarajio halisi kuhusu ndoa zao, kuweka mawasiliano mazuri na kujifunza kusikilizana, kudumisha uaminifu na kuepuka vishawishi vya nje, kuwa na mipango mizuri ya kifedha, kuvumiliana na kutatua matatizo yao badala ya kukata tamaa haraka. Ndoa ni safari inayohitaji juhudi kutoka kwa pande zote mbili. Kwa kuzingatia haya, wanandoa wanaweza kuwa na ndoa yenye furaha na ya kudumu kwa muda mrefu. Hayo ni mambo saba tu kwa siku ya leo, ambayo ni sababu kuu za ndoa nyingi za siku hizi kuto kudumu. Hii ni Romance and Marriage, mimi ni Hasani Yusuf. Kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe, kwa sababu hakuna unachopungukiwa.